Kumkumbusha sii usuni mwanaume, una miaka hamsini ndo nakumbuka kujenga mpumbavu. <laughs> <laughs> we mzungu una miaka uzio, tumejenga tuna miaka ishirini na saba ishirini na nane ishirini na tisa saa hizi tunawaza kuhusu investment. Una miaka hamsini unakumbuka kujenga Arusha sii usuni. Uliambiwa usome, uliambiwa usome ukakataa, huo unasikiliza wazazi shule, unajengaje uzeni? Wakati tunawaza retirement sisi miaka thelathini na saba nawaza retirement kwenye gorofa a bili moja mtatatu. Una miaka hamsini unaangaika na msingi ko ndani ya precision, halafu kwako ucheze usolo au ucheze golf. Nakumbuka na miaka thelathini na saba. Alafu mtoto akikikaza kunishikia fimbo yangu, take it mama, chukua na futu, chukua na futu. John, John, tafuteni hela Haya maisha yanawezekana. Wewe chief god love mpumbavu na magari yako yuzi, magari yako yuzi, njoo huku tushindane maisha. Wewe chief god love na magari yako yuzi. Mtoto fimbo, amebeba fimbo, leta hapa, weka hapa mpira, bend bend, yeah. Yes, I like it. I like like it it, thank you very much, turn over here Trainer, nipe maelekezo. Si nakulipa hela? Kabisa boss. Hapo una una keep your eyes yeah, on the ball tu hapo hivi. Eyes on the ball. Yeah. Say eyes on the ball. Eyes on the ball. I like it. Uh, say again. Eyes on the ball. I like it. Again? Eyes on the ball. Thank you very much. Tafuta ni era. Wish you good luck. Pumbavu zako. Anyway, I'm tired. Take me back to my room. Okay? Yeah. <laughs>